Unatazama Uvira News TV, asante. Ndio, mimi ni Alphonse Mufariji Nesto, ninakuwa mratibu wa Mouvement Citoyen MCLA/RDC. Kwa siku ya leo tunakuwa na furaha ya kabambi kuona Assemblée provinciale za session ya, ya, ya Mars inaanza kwa siku ya leo. Ni kwetu furaha kwa sababu tunakuwa wakati ya usalama mdogo, na ingekuwa kuwa vyema watetezi waraiya, wabungi, wajimbo, wa raia ambao wanakuwa wabunge wa jimbo waikale kimya ndio kwa maana tunakuwa na furahi kuona leo wanalanse ma activité à travers session ya Fevrier ya, ya, ya Mars ambayo ngipasha anza le 29 ambayo ikakuwa reporté kwa siku ya leo. Wetu furaha sana kwa sababu tunakuwa na moyo wenye kujaa uchungu kuona ndugu zetu wanaendelea kuuawa kule Goma, kuendelea kuuawa kule Bukavu, na ndio kwa maana watetezi wetu wanafanya leo pleniere ya kwanza ya sesion ya mars juu ya kusema ya kwamba kuangalia namna gani gisi ya kufikiri kuhusu salama mdogo ambao unakuwa ndani ya jimbo letu la Sud-Kivu. Unatazama Uvira News TV, asante.